Yes, mwana, sawa sawa Digital Hope uko poa kabisa, lakini pia kumekuwa kuna matukio mengi sana ambayo yanakuwa yanatokea hasa katika jamii zetu, lakini pia kuna baadhi ya watu wamekuwa e, wakiyafurahia, lakini kuna baadhi ambao pia wamekuwa wakichukizwa hasa katika matukio ya mauaji. Bana, sasa kwenye tukio ambalo liliweza kuwashangaza hata wachunguzi wa muda mrefu ambao wamiliki wawili wa maduka kutokea huko nchini Marekani Florida, wamekamatwa kwa tuhuma za kuuza sehemu za miili ya binadamu kupitia e, Facebook Market. Ugunduzi wa kutisha kabisa ambao maafisa wa polisi wanasema kwamba haujawahi kutokea katika miaka yao yote ya kazi ambao wamekwisha kuifanya. Sasa eh, Kimberly Stropa lakini pia na Ashley Lilesi walikamatwa na kufunguliwa mashtaka ya kununua au kuuza viungo na tishu za binadamu. Washikaji walikuwa wanafanya biashara hizo za kuweza kuuza baadhi ya viungo vya binadamu. Imagine bwana, binadamu mwenzako anakuua then anakata baadhi ya viungo vyako na kwenda kuuza. Ni issue ambayo pia inashtua sana na e, bwana si haki kwa binadamu mwenzako ambaye unakuwa unampotezea e, maisha yake. Sasa kwa mujibu wa nyaraka za mahakama e, duka la la, la, ah e, lilikuwa likiuza vipande viwili vya fuvu la binadamu kwa dola tisini e, mbavu kwa dola 35 ingili ya mgongo kwa dola 35, nyingine ni sehemu za fuvu kwa dola 600. Hii inauma sana. Sasa hili ni jambo ambalo sijawahi kuliona katika miaka 17 niliyofanya kazi kwenye idara hii, alisema afisa mmoja wa polisi aliyeshiriki kwenye uchunguzi wa kesi hiyo. Sasa inadaiwa kuwa mauzo hayo yalikuwa yakifanywa kupitia Facebook market, ndiko ambako watu wengi wamekuwa waki wakifanyia uh, biashara tofauti tofauti. Tunajua kabisa moja kati ya sehemu ambazo pia watu wengi wanafanya biashara zao ni Facebook market, kuna sehemu ambayo watu huweza kuuza bidhaa tofauti tofauti. Kuna watu wanauza magari, kuna watu wanauza vyombo vya ndani, lakini pia eh, kuna baadhi watu wanauza simu. Lakini bwana, huko Florida, Marekani, kuna watu kumbe wanauza uh, viungo vya miili ya watu. Sasa inadaiwa kuwa mauzo hayo yalikuwa yakifanywa kupitia Facebook market, uh, jukwaa ambalo kwa kawaida uh, kutumiwa na na vitu ambavyo na vina kawaida ya kama sama vifaa vya umeme na mavazi, si sehemu za miili ya binadamu. Ujasiri na uhalisia kabisa wa namna ambayo vitu hivi eh, vilikuwa vikiwekwa sokoni umeongeza ghadhabu na hofu kwa umma, so watu wengi wamekuwa wakiingia na wasiwasi mkubwa sana. Sasa mamlaka bado zinafanya uchunguzi wa juu ya chanzo hicho cha mifupa hiyo hadi sasa, kwamba kujua ni kwa namna gani mpaka watu hao wanaweza kufanya biashara kama hizi, sasa kuna dalili ya mauaji au uhalifu mwingine zaidi ya biashara hiyo haramu. Lakini eh, tukio hili linaibua maswali mazito kuhusu namna ya tishu na za binadamu zilizokuwa zikipatikana katika shughuli na kuweza kuweka kwenye soko la magendo bana. Imekuwa ni matukio ambayo pia yanaweza kutokea katika nchi zetu, lakini kwa Marekani imekuwa ni kama kitu cha kawaida mara baada ya umshikaji na wewe kusema kwamba Tokea anze kazi yake ya upolisi au kazi yake ya askari, ya uchunguzi, ya hajawahi ya, ya, ya kuchunguza kesi kubwa kama hii e, kwamba kuna matukio makubwa ambayo mengine pia yanafanyika na watu wanayafanya alafu hayafahamiki. Sasa hili si e, si tu swala la kisheria, lakini ni swala la maadili, utu wa binadamu na afya ya jamii. Kufanya mabaki ya binadamu kuwa bidhaa ya biashara, hasa kupitia majukwaa ya kawaida ya mitandao, ni onyo kali kwamba hata kama e, kutoka kuna vitu hivyo vinakuwa vinaendelea hata pia katika zama za kidigitali, kuna mipaka isiyokuwa uh, kuvukwa haiwezi kuvukwa kame, kwamba kuna kuna issue ambazo zinakuwa zinatokea. Watu wengi wanaweza kusema kwamba uh, mifumo hii ya kidigitali au utandawazi imeweza kusababisha mpaka watu wamekuwa eh, tunaweza kusema wamekuwa free kufanya chochote, mpaka mtu nafikia stage anafanya biashara ya, ya, ya, ya, ya miili ya binadamu katika mtandao wa Facebook market. Imekuwa ni noma sana, so kila mmoja aweze kujitafakari katika eh, swala hilo. Sisi kama sawa sawa digital tunakuletea updates zote kutoka katika mtandao ya kijamii, lakini pia kila sehemu ya nchi ya Tanzania lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania ili mradi tu uweze kupata habari kiganjani mwako. Endelea kusubscribe YouTube chaneli yetu lakini pia kule Facebook, Instagram pamoja na X tunapatikana kwa jina la Sawa Sawa Digital. Utakuwa umetisha, akinoma noma.